Swali ambalo uh, uh, tumeulizwa ni kwamba uh, ni lini mtoto anaweza kuanza uh, kunywa maji. Tunavyofahamu kwamba asilimia sabini na tano ya mwili wa binadamu uh, ni maji, lakini pia tunasema maji ni uzima. Ndugu zangu, maji ni uzima, lakini kwa mtoto mdogo sio ni bado. Lakini hapa kuna muda sahihi uh, wa kuanza kumpatia maji. Kwanza, Kabla ya miezi sita, hapo mtoto usimpe maji kabisa. Hapa anatumia maziwa tu, lakini pia akiwa na miezi sita na kuendelea, basi anza kumpa maji kidogo kidogo, yani unampa kidogo kidogo, aa, kidogo kidogo, lakini atazoea, na baadaye atakuwa anatumia aa, maji ya kutosha. Kwa hiyo kwa ile miezi sita, basi usimpe maji kabisa. Kwa hiyo atutegemei kuta mtoto unampa maji. Lakini pia hii elimu inatolewa hospitalini. Kwa hiyo tunatakiwa ufike hospitalini uweze kupata aweze kupata ushauri mzuri na wa kutosha. Kama una swali, basi tuulize hapo chini, na sisi tuta tupo tayari kwa ajili ya kujibu. Karibu.